Na mtazamaji wa Trendy TV bila shaka, nadhani utakuwa unafahamu kwamba moja kati ya mashabiki wakubwa sana wa Harmonize Konde Boy ni huyu hapa, si mwingine bali ni Abi Kubanga. Abi Kubanga bwana amekuwa ni shabiki wa Harmonize kwa muda mrefu sana, amekuwa akisupport, lakini pia eh, kitu uniki kuhusiana naye ni, ku, ni kwamba huwa anakosoa vile vile eh, pale anapoona kwamba Harmonize amefanya vitu ambavyo vimake sense. Huwa anamkosoa lakini kila anapofanya jambo jema, jambo la heri, jambo ambalo linaonekana kabisa kwamba ni movement positive katika karia yake na kwa mashabiki eh, inakuwa na manufaa pia kwao, basi moja kwa moja Abikubanga auaga anajitokeza na kusifia kile ambacho Konde anakifanya meona bwana. So hivyo ndivyo situation ilivyo kwa upande wake yeye Abikubanga. Sasa Abikubanga bwana, hivi karibuni amekuwa akijitamba sana kuhusiana na ushindani ambao Diamond alitaka kuuonyesha kwa Harmonize, kwa sababu tunafahamu kwamba Harmonize yeye alishatangaza kwamba ataachia kazi yake. Maana hivi karibuni ni kwamba hawa wawili wote wameachia ngoma at the same time, yani kwamba Harmonize na Diamond wote wameachia ngoma kwa wakati mmoja. Harmonize yeye ameachia ngoma yake inaitwa Best Capo na huku upande wa pili Diamond Platinumz yeye ameachia ngoma yake ambayo inafahamika kwa jina la Down, umeona eh? Harmonize ameachia Bongo Flava akiwa ameshirikiana na Rude Boy, alafu Diamond ameachia mapiano akiwa ameshirikiana na Wasauzi. Sasa kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba mafanikio ndio kitu ambacho Abi Kubanga tokea majuzi alikuwa akijitamba sana kuhusiana na mafanikio ya wimbo wa Harmonize ukilinganisha na wimbo wa Diamond Platnumz, ambapo nyimbo hizi zote zimetoka kwa pamoja. Kwa upande wa Abi Kubanga alikuwa anaweka wazi kwamba ngoma ya Best Cap ya Harmonize iko on trending eh, iko nafasi ya juu kwenye trending ukilinganisha na nyimbo ya Diamond. Lakini pia kwenye upande wa views pia the same ni kwamba ngoma ya Harmonize imepata views wengi zaidi kuliko ya Diamond. Umaona bwana, kama unakumbuka vizuri. Current form. Uwezo wako uliokuwa nao kwa kipindi hicho. Umeshaelewa bana? Sasa msanii ambaye anaongoza kwa views YouTube

So hicho ndo alikizungumza Abi Kubanga baada ya kuona kwamba Diamond aliachia ngoma mara tu baada ya kuona Konde naye pia ameshaachia ya kwake, umeona lakini results zimekuwa tofauti. Na kuhusiana hiyo situation pia Abi Kubanga alizungumza vile vile, akidai kwamba Harmonize, yani Diamond sasa hivi amekuwa mtu wa kuvizia, anasubiri kwamba Harmonize akiachia kazi naye pia aachie, ili watu wamzungumzie kwamba ameachia juu ya Konde Boy na vitu vingine kama hivyo. Wewe mnanielewa sasa hivi. Yeye anakaa na mvizia Konde tu. Konde akitoa ngoma ngoma ngoma anajua atazungumziwa mbili hapa hapa hapa kama ongelea nani? Hiyo babu na na na na nyingine. Wameenda London ya kuwa mtu aliwaongelea. Wako hapa tumchokonoe Konde Konde mambo ya vieta, na nini watu watakuwa busy na sisi. Watu, kwa kwa hapa, ni watu watu watakuwa kweli walipofanya hivyo wakaanza kuwazingatia. Kwa sasa hivi mjini hapa content ni Konde Boy na ndio maana watu wote wanakaa alafu napiga makelele sababu kaachia bonge la ngoma pia. Bongo Fleva wewe ndo muziki wetu sisi Tanzania umeshaenelewa. Bonge la ngoma wanatulazimisha tuendelee kubaki kwa wabangu bangu, kwa sababu kimba kawaida nyimbo zako haziendi hapo katikati. Tumebemba nyimbo zako za kawaida, hakuna inayoenda mp y yeah, so hiyo pia ilikuwa ni hoja ya pili ya Abikubanga. Sasa this time around bwana ni kwamba Abikubanga bwana pamoja na vijana hawa wawili ambao wanafanya vizuri katika mziki wa Bongo Flava, hapa tunamzungumzia Diamond pamoja na Harmonize kuachia ngoma at the same time, lakini moto wa moto wa Mbosso hawajaufikia, kwani Mbosso yeye alitangulia kuachia EP yake ambayo ina track 4 inaitwa Room number 3. Na katika hizo track ambazo zipo katika hiyo EP, kuna ngoma mbili humo Mbosso zimeumiza kweli kweli na ziko on trending mpaka sasa hivi, nafasi ya kwanza mpaka ya tatu hapo tunazungumzia nyimbo kama vile Avola pamoja na Power, ni nyimbo ambazo zimewavutia watu wengi sana hapa Tanzania na nje ya Tanzania kutokana na ujumbe pamoja na, na ladha ambayo imesikika humo ndani umeona, eh maana ngoma hizo za Mbosso ndio hii ndio project ya kwanza kabisa ya Mbosso tokea alivyotoka katika record label ya WCB ambapo ametoka ameachia ngoma, alafu wakubwa wake wamekuja wameachia na yeye pia kazi zao, lakini bado hazijagusa moto wa Mbosso, jambo ambalo limefanya mpaka Abikubanga mwenyewe akubaliani na matokeo, ameamua ampe credit zake Mbosso, amsifu kwa jinsi ambavyo Mbosso alichokifanya kwamba e, katika ile EP yake bwana, kiukweli ngoma zake ziko moto mno umeona bwana eh? eh, yaani ngoma za Mbosso ziko moto kweli kweli mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza ni kwamba Power imetoka siku kumi, siku kumi na mbili zilizopita ikiwa ina views milioni nne na laki nane iko namba moja on trending hapa Tanzania ngoma hiyo hiyo ya Power kwenye upande wa Audio Vision iko namba iko namba mbili ikiwa na views milioni tatu na laki saba ngoma nyingine ambayo ya Mbosso ambayo iko trending namba tatu ni nyimbo ya Aviola ambayo yenyewe ina views milioni moja nukta nane Umeona mambo hayo. Alafu baada ya hapo, namba nne sasa ndio Harmonize na rude boy, best capo. Alafu namba sita ndio nyimbo ya down ya Diamond. Umeona balaa hilo eh? Kwa hiyo Mbosso pamoja na hawa wakubwa wake kuachia kazi kumfululizo kwa kufuatana lakini bado hawajamgusa Mboso. Mboso bado ana trendi kama vile wakubwa zake hawajatoa ngoma, so Abi Kubanga amekuja pia kulizungumzia hilo, nataka hapo umsikilize ye mwenyewe pia aki appreciate kuhusiana na project ambayo Mboso ameitoa mara tu baada ya kutoka pale WCB. Mboso kani, mshedede. Nimesikiliza EP yako yote kaka, kali sana. EP yako kali sana. Na utofauti ambao nimeupata ni kwamba round hii hujataja vyakula kama zimepita huko. Kwenye EP yako kuna nyimbo chache sana ambazo umetaja vyakula. Ah, nimefuatilia kule kuna nusu nusu saa sijui umetaja karanga, alafu kuna jilani umetaja sijui sukari na chumvi sijui fanya fanyaje? Alafu kuna asmani umetaja chapati na maharage. Bas. Nyimbo zako zingine zote umekausha hujataja vyakula. Na hata Kiingereza zile ambazo zimehiti sana kama Viola, au hujataja chakula. Pawa, pawa nimeona tumetaja bia bia sio chakula. Of course. Mambo yamekaa hapa, yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Abi Kubanga kuhusiana na participation katika industry ya mziki kutoka kwake Mbosso mara tu baada ya kuwa independent artist baada ya kutemana na record label yake ya Wasafi. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Ukiwa kama mdau, unalizungumziaje hili swala? unazungumziaje mwelekeo wa Mbosso hususani baada ya kutoka Wasafi eh. Tuweke maoni yako bwana hapo chini katika comment section kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.